Uwari gani, mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwa kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu ile iliyoandikwa subscribe. Harmonize ametangaza me, e, kuja e, kuzima e, nyimbo mbili za Diamond Platnumz. Sasa hivi, unajua Damo ameweza e, kutoa ngoma mbili. Kuna ngoma ya katam na ngoma ya bapu. Ngoma hizi zinafanya vizuri, na tunaona pia hata katika digital platform zinaonekana kukimbiza ile mbaya sasa kupitia ukurasa wa Instagram wa Konde Gang umetangaza kwamba uh, kuna ujio wa ngoma mpya uh, ya Harmonize ambapo inaonyesha kabisa kwamba uh, sasa hivi Harmonize anataka kuja kutoa ngoma uh, ni kukumbusha tu ni kwamba bifulao halijaanza leo, kwa sababu uh, kuna mambo moja ama nyingine, inaonekana kabisa kwamba uh, Harmonize anataka uh, kuja kufanya kitu kikubwa uh, baada ya kutoa mitu pamoja na fra, uh, sasa hivi anataka kuja kutoa ngoma nyingine, lakini uh, wataalamu wa mambo wanasema kwamba hii imekuja tu baada ya kuonekana Diamond ametoa ngoma yake na hakuna msanii ambaye ameweza kutoa ngoma ambayo kiukweli ka hit kama hizi ngoma mbili za Diamond. Na ni kukumbushe tu ni kwamba kuna upinzani mkubwa sana ndani ya timu WCB pamoja na Kondeke, hawa wote wana upinzani mkubwa sana, kila mtu amekivutia wa upande wake, kila mtu na mashabiki wake, maanaake Diamond na mashabiki zake, lakini pia Harmonize na mashabiki zake. Sasa ukizingatia ni kwamba sasa hivi kumekwepo na ushindani mkubwa baina ya Harmonize na Diamond. Inaonyesha kabisa kwamba uh, Harmonize naye pia ameingia kwenye vita kwamba, Diamond, ambili, ame na maana ni kwamba ameweza kutoa ngoma mbili ameimba na lakini lakini pia ameimba ame na masterpiece uh, kutoka South kutoka kule South Africa, so uh, tunaona sasa sasa hivi uh, Harmonize ni kama anajipanga eh, kuja kumjibu Diamond au sio? Kumbuka wanakimbizana eh kitoa, kitoa ngoma na huyu anatoa ngoma na tunaona uh, ngoma ambayo ilifanya vizuri ya mitu iliweza kufanya makubwa sana. Sasa hivi ni kwamba baada ya Diamond na kutua ngoma hizo mbili mfululizo, pia inaonekana Harmonize naye pia anataka kutoa ngoma. Kwa hiyo hii inatafsirika kabisa kwamba Harmonize anataka kuja kuzima upepo wa Diamond. Na kama unavyojua, Harmonize naye pia ana influence kubwa sasa hivi ya mashabiki. Kila anachokifanya wingi umekuwa ukikitazama kwa ukubwa zaidi. Je, yeah, atafanikiwa katika hili uh, kuweza kuzima ngoma eh, za Diamond kwa sababu tunaona eh, katika digital platform eh, kama Audiomack, Boomplay oh, eh, Spotify eh, kwenye digit, eh, kwenye hizo platforms za mauzo uh, kumekuepo na ushindani wa hali ya juu. Boomplay ni moto unawaka, moto unawaka, unawaka, Audiomack moto unawaka moto unawaka, YouTube moto unawaka. Kwa hiyo huko eh, ndiko eh, mashindano yanaendelea. Je, unahisi katika hii race eh, baina ya Harmonize pamoja na Diamond Platnumz nani atakayeshinda? Tumeona eh, sasa hivi tumeona sasa hivi Konde Gang nao pia wametangaza ujio wa nyimbo mpya. Dondosha maoni yako kisha na subscribe.